Mnawaona hawa watatu hawa, ndio mimi mmoja peke yangu. Nenda ukasome kitabu cha Warumi saba fungu la ishirini na tatu kwa Kiingereza, limesema vizuri ninachokisema. huyu unayemuona hapa ni roho ni roho, huyu wa katikati ni soul au nafsi, na huyu wa mwisho ni body ni umbile, ni mwili unaoonekana. Mwanamke na mwanaume wanafanana kwenye spiriti only. They have go, wana, wana roho wa Mungu ama roho wa Shetani, nitamsema mbeleni hiki ndicho tulichofanana. Ukija hapa kwenye nafsi ama so ama mind, uwezo wa kulizoni, mwanamke anachofikiria na kuamua tofauti na mwanaume. Ukija kwenye mwonekano, anavyoonekana mwanamke sio sawa na anavyoonekana mwanaume. Kwa hiyo sisi tulipofanana kiukweli kabisa, tumefanana hapa tu peke yake kwenye roho peke yake, na hapa pia kumeathiriwa. Paulo anasema hivi, hiyo kitabu cha Walumi anasema hivi, nalotaka kulifanya silifani nisilolitaka ndilo nalolifanya. Hiko anachokisema hata kwenye ndoa kiko hivyo, hata kwenye mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipotuumba mwanzoni, nafsi ya roho ndiyo ilikuwa inamtawala mwanadamu. Kwa hiyo kama roho wa Mungu anamtawala mwanadamu, maana yake anachokifikiria mwanadamu kwa namna alivyoumbwa kilikuwa sahihi. Kwa nini? Kwa sababu roho anayemtawala ni wa Mungu, na mwonekano wa nje utafanya kazi zake zinazopaswa kufanya katika jinsia aliyonayo.